Na mtazamaji, wingu la simanzi limetanda katika kijiji cha Murrum wadi ya Lugari kaunti Kakamega ya Kakamega, baada ya mzee mwenye umri wa miaka 87 kuanguka na kufariki papo hapo alipokuwa njiani akitoka kwenye hafla ya mazishi. Amunyo Otieno ana mengi zaidi. Hmm. Kulingana na Moses Mkabwa alikuwa akitembea na kupiga gumzo na mzee Peter paka chini kabla mzee huyo kulalamikia ya kuisima umivu ya kifua na baadaye kuanguka chini na kufariki papo hapo. Anatembea naye, tulikuwa napiga stori, akaniambia natoka Matanga, na akaniambia ni vizuri kuomboleza, na akaniuliza ni wewe ni, ni nani? Nikamwambia mimi naitwa Moses Mkabwa, na akaniambia tuna msiana wangu pale anasumbuliwa sana, anaitwa Judy. Bas, ne, nikamwambia akaniambia kwa huko chini kwa relwe. Sasa wakati tuliongea story, kufika mbele kidogo, nikamwacha kidogo na akasema, nasikia kifua. Kuangalia nyuma kwa nasikia nikaona ameshika mkono kwa kifua hivi. Sasa wakati nilisikia mara ya pili kifua kuangalia nyuma nikaona anaangia nyuma hivi. Nikakimbia kuja kurudi penye alikuwa nikaona ah, hii sitaweza hii kazi. Wacha nikimbia niite mama huyu jirani kwa mzee wa mtaa, bila alikuja kuniita tukapata, najaribu kubeba kichwa, narudisha chini, nabeba kichwa, narudisha chini, tukaamusha na nikamshikilia hivi. Sasa vile alingorota tu mara ya kwanza, ya pili ndio kukufa. Sasa huyu mama ndiye akaniambia, huyu amekufa na amekufia kwa mikono yangu, ndio nikaeka chini. Sasa wakati tuka tunajaribu kumfanyia first day first aid, tukaona mzee anangorota, na hapo ndipo akakata roho. Kulingana na mwalimu mstaafu Lewisi wa Malwa, anasema aliondoka nyumbani na kumwacha babake mzee Peter mpaka chini akiwa mwenye buheri wa afya, akisema sasa amegutushwa na habari za kifo chake. Amka asubuhi, amechangamka, amekunywa chai, nikamwacha. Nikasema acha mi niende nitafute, nawe nawe linda poma. Sasa nikiwa huko Kimkaran, nilipigiwa simu na wenye walikuwa na yeye wakiniambia ameanguka kwa mtaro na anaonekana ni kama amekufa. Nilistuka nikasta ajabu, nikaanza kuangaika, nimekuja nimeshuhudia mzee baba yangu amekufa. Mzee, tumekuwa na yeye naye, saa hii tukaongea naye ee, akaniambia anatoka matanga. Hata mimi pia natoka kamekao, kwa, kwa barabara kwa nani hapo kwakina tuseno hapo, akaniuliza atuoi wazima, akasema ndio na mimi kama murenda msima kasema ndio, sare nimeshtukia, hata nime yaani sijui niseme mna gani. Mzee wa mtaa wa kijiji cha Murrum, David Mtubwa, ameitaka familia ya mwenda zake kuwa na utulivu, uchunguzi unapoendelea kuhusiana na kifo hicho. Kwa hivyo leo hii tumeamkia matanga. Mahali nimeingia tu nyumbani, nimetoka na kidogo, nimeitwa kuna mzee ameanguka karibu na nyumba yako ama nyumbani kwako. Nimefika kweli, nimempata ni mzee, namjua mzee ambaye ni pita mpaka chini. Una huzuni kweli kabisa, ni mzee mwenye hana maneno mengi. Joseph Amnyotieno, West TV Lugari, County ya Kakamega. <laughs>